Nyota wa zamani wa klabu ya FC Barcelona na timu ya taifa ya Uhispania ambaye hivi sasa anaitumikia klabu ya Inter Miami inayoshiriki ligi kuu ya kandanda nchini Marekani Meja League Soccer, Sergio Busquets ametangaza kwamba ifikapo mwishoni ama ifikapo tamati ya msimu wa 2025 2026 wa ligi kuu ya kandanda nchini Marekani Meja League Soccer hata a daruga rasmi kulitumikia soka. Ikumbukwe, Sergio Busquets alisha staafu kuitumikia timu ya taifa ya Uhispania, ambapo alistaafu mara baada ya kutamatika kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2018. Sergio Busquets hii leo ametangaza rasmi huo uamuzi wa kuweza kutundika daruga katika ngazi ya klabu na kuretire rasmi football. Sergio Busquets ambaye mpaka hivi sasa amehudumu kunako vilabu viwili tu, klabu ya FC Barcelona tangu mwaka 2008 akitokea kwenye akademi ya FC Barcelona almaarufu kama La Masia, mwaka 2008 alipandishwa kuitumikia klabu ya wakubwa ama senior team mpaka mwaka 2022 alipoamua kutimka kunako klabu hiyo na kujiunga na miamba ya soka pale nchini Marekani Inter Miami. Sergio Busquets mpaka hivi sasa ameshacheza mechi 872 ambapo mechi 727 ameitumikia katika ngazi ya klabu na michezo 143 amehudumu kunako ngazi ya timu ya taifa ya Uhispania huku akiwa amefunga magoli 21, magoli 17 ngazi ya klabu, magoli mawili ngazi ya taifa, na akiwa ameshatoa pasi 67 za usaidizi wa mabao pasi 63 akizitoa akiwa na ngazi ya club na na pasi mbili akizitoa akiwa katika ngazi ya timu ya taifa. Sergio Busquet ambaye ana umri wa miaka 37, mpaka hivi sasa amekuwa mchezaji kioo kwa vijana wengi sana, ambao wanaochipukia katika eneo la kiungo special defensive midfielder, ama wazungu kwa hivi sasa wanaita minded defensive midfielder. Langu jina ni Hafiz Naputa, endelea kutufuatilia Wasamalia TV, ili uwe wa kwanza kuweza kupata habari kemkem kem za kimichezo. Usisahau kushare, kusubscribe, kucomment na kulike, ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu katika platforms zote za Wasamalia TV.